Kuwa mvumilivu, usijichanganye kwenye dhambi, kwa sababu madhara ya dhambi sio tu kwenye ndoa, madhara ya dhambi ni hata baada ya kuondoka kwenye maisha haya yeah. nilisikia sawa sawa. Yeah. Ebrania 9 mstari wa 27, anasema na kama vile mwanadamu alivyoandikiwa kufa mara moja, na baada ya kufa ni nini? Ni hukumu, ni hukumu. Kadhalika Kristo na aliteswa akabeba dhambi zetu. Bwana Yesu asifiwe, yeah. hey, ili apate kutukomboa hapo. Anasema atakuja mara ya pili kwa wale wa mtazamiao. Kwa nini? Kwa wokovu. Wewe unamtazamia Bwana kwa jambo gani na videnti ulivyokuwa navyo? Bwana Yesu asifiwe sana. Mwanaume umeoa, lakini bado unaishi na kajoka pembeni. Sikiliza, yani ulioa, ulikaa, ulifanya uchunguzi sahihi lakini baadaye umeenda kutafuta kanyoka. Kwa nini ni kanyoka? Kwa sababu haujakapata kwa utaratibu kanyoka. Ndio maana unaingia kwenye ndoa, unaona ndoa inawaka moto, kwa sababu wakati wa uchaguzi ulivuta kachura, sunaelewa? Yeah. Hapa kwa mtu ananielewa anachokisema, kuna mtu ananielewa kwa sauti ya rohoni kabisa, sauti ya rohoni sauti ya roho. Bwana asifiwe sana. Kuna watu nakuta, kwa sababu ya kuto kupiga magoti na kukaa magotini pa Mungu, akaenda kukavucha, kukavuta kachui mahali fulani, kachawi. Kuna watu wameingia kwenye ndoa, binti, sio mwanaume, sio mchawi, kaenda kukutana na mwanamke hajui, kumbe ni kachawi. Mwingine ni mwanamke kaolewa na mwanaume hajui, kumbe ni kachawi, anaingia ndani ya ndoa, anakuta mwenzake usiku anatoka na mabawa naingia kwenye ndoa kumbe mwenzake kwenye familia ni kiongozi wa mila, mambo ya kichawi. Jamani, mii ndoa hii nawambia, ole semayo kinya nini? Kuna mahali mwanadamu anaruka kwa sababu na hata madhara sio hapa tu utayapata, hata baada ya maisha haya E, Mungu anataka kusema na moyo wako. Haleluya! anataka kusema na moyo wako ya kwamba Mungu anakutaka uandae moyo wako uijue nafasi ambayo Mungu amekupa namna ambavyo Mungu amekumba alikumba katika namna ya utakatifu, alitaka uishi hivyo, alitaka ujifu ujitunze hivyo, hata kwenye maisha ya ndoa au hata nje na maisha ya ndoa, ili siku moja ukamwone bwa Maisha ya dhambi yatakuacha umechakaa duniani na umechakaa kwenye maisha ya mateso ya milele. Maisha ya dhambi. Hamna cha kusema, unajua, dunia imeshaharibika hii, kwa sababu, yani, unajua pamoja imeharibika, kwa hiyo mwanaume, hatuwezi kukaa bila mchepuko. Hamna mpendwa. Ukiamua kuokoka, Yesu anaweza kukubebea mizigo yote. Wako, tumeoa tuna miaka zaidi ya saba nane, hatujui mchepuko, hatujui. Hatujui tuchojua ni kwamba tuko ndani ya Yesu. Haleluya. Mapaja kategee mbuzi kule. Mat, mapaja akategee nyoka kule. Wewe ukipita we, mbele yangu unasema hamna. Wewe mimi nilishafanyaga mchujo, Eva alishakuja. Bwana asifiwe sana. Nilishafanya mchujo, Eva alifanya alifanya nini? Aisha kuja. Lakini nyuma ingewezekana nikurupuke. Ningekurupuka ningembeba sokwe. Huduma ingekuwa ni ngumu sana, kwa sababu uko naishi na sokwe muda wote ndani. Yesu asifiwe sana. Yesu asifiwe sana. Wangapi mnanielewa na kubarikiwa na neno hili? Pima ndani ya moyo wako, chunguza ndani ya moyo wako. Hapo ulipo, haujabeba kajoka mahali, hujaoa lakini unakanyoka kama wako, kanyoka na nafsi yako inakwambia na inasema laiti, nikitoka hapa leo nikipata ajali pale Masumbo nikifa, jianamuia na nafsi yako inakwambia umeoa na miaka mitatu na michepuko miuru mishazini naye upo. Haya maisha yako, nakuhubiria ili ugeuze moyo wako leo, Bwana asikuwe sana, ugeuze moyo wako leo kwa sababu msingi wa ndoa ni utakatifu. Malizia mtumishi wa Bwana. Mstari wa ishirini na Naam. nne na tabia ishirini na tatu Ndiyo, Adamu akasema naam, Naam. sasa huyu ni mfupa katika mifupa yangu, Naam. na nyama katika nyama yangu, ndiyo, basi ataitwa mwanamke, ndiyo, kwa maana ametwaliwa katika mwanaume, ndiyo, kwa hiyo mwanaume atamwacha baba yake na mama yake, ndiyo, naye ataambatana na mkewe, ndiyo, nao watakuwa mwili mmoja, ndiyo, nao walikuwa uchi wote wawili, Adamu na mkewe, Naam. na hawakuona haya. Anasema kwa hiyo huyu mwanaume atamwacha baba na mama yake, wataambatana na nani? Na mke. Tena watakuja kuwa ni mwili huu. Kwa hiyo maana yake ni kwamba yale maisha unayoyaishi leo machafu yanatengenezea muunganiko ambao utakapokuja kuoa kale kama mwanamke kanyoka, wote mnakuwa na roho hii. Kwa nini? Utasema pastor, mbona kuna watu wengine hawajaokoka wameokoka, au wengine wanaishi vizuri, wamezao ukizaa naishi vibaya, baadaye wanakuja kubadilika? Ni neema ya Mungu hiyo, hasa kwa wale ambao hawakuijua neema ya Mungu kabla. Lakini sio wewe ambaye umepata neema ya Mungu, ila unacheza cheza na nini? Na dhambi. Unacheza na dhambi, zunguka huku na kule. Kabinti tunakuona kanisani huko vizuri, lakini kumbe huku nje ni kachafu, ni kachafu. Na ishara mojawapo hata inaonyesha kuanzia kanisani. Naingia kanisani, umevaa visketi vimebana, vimakalio, vichupi vimejichona, umu nasema ansi na nami nampenda Bwana, haleluya! Bwana Yesu asifiwe! Jamani, nampenda Bwana, leo nimekuja hapa kanisani, unajua mi nampenda Mungu yamna Bwana Bwana acha Bwana acha Bwana, si tunaona kama kuna nyani zinapita. Nasema hapana Bwana, hizi ni tabia za nyani, maana Adamu alizikataa hizi ni tabia za soko, maana Adamu alifanya nini? Alizikataa. lazima ukweli Haleluya! wangapi mebarikiwa? Lazima tuelezane ni nini, <tie> ukweli. Hata ukikataa ndo ukweli, lazima ifike hatua nyoo yetu iwe radhi mbele za Bwana. Na tunapotaka kujenga msingi wa kitu chochote, lazima tukae chini ya Mungu. So, measema, leo tumekuja kufunga ndoa mahali hapo, lakini kumbe janja janjajanja nyingi kule mtaani tayari zilishapita. Sema ina shida, minawafungisha ndoa ila mmejenga msingi mbaya. Haleluya! ila mmejenga msingi mbaya. Mungu anataka tuishi katika maisha ya usafi kanisa. Haleluya! Kwa sababu duniani hapa sote sisi ni wapitaji, tunapita tunapita vijana, tunapita tunapita mabinti, naeleweka vizuri mabinti, unanisikia nimesema duniani tunafanya nini? Tunapita. Hakikisha unajenga msingi mzuri wa maisha yako, unajenga msingi mzuri wa maisha yako. Sasa nimalizie kipengele hichi. Nimesema kwamba msaidizi wa kufanana naye, na msaidizi nimesema kwa lugha nyingine ni kama uh, assistance au help. Mtu anataka kumsaidia kitu, na hakuna mtu anayehitaji msaada, hakuna mtu anayesema na nahitaji kusaidiwa wakati hana ha, hana tatizo, si ndivyo? Jamani, huwezi yeah, kusema kwamba nataka nisaidiwe, lakini hauna tatizo lolote. Inawezekana kwa unaposema kwamba huyu mtu nimpe msaidizi, maanake ni mtu ambaye anakuja kukusaidia Bwana Yesu asifiwe. Anakuja kufanya nini? Kukusaidia msaidizi. Halafu katika maisha ya kawaida msaidizi unajua ni mtu ambaye pia ana heshima kubwa. Ila kama thamani yake haifanyi nini? Haionekani. Fuatilia mtu anapokuwa anajenga fundi kujenga. Hivi mtu anajenga gorofa anaanza kujenga peke yake bila masaidia. Si lazima awe nasaidia. Lakini kazi anayofanya saidia sio ndogo. Ila ni kama haina thamani. Mshahara nao ulipo fundi na saidia fundi ni mkubwa kuliko. Lakini yupi anafanya kazi kubwa? Saidi anafanya kazi kubwa sana. Kazi kubwa sana, haleluya! Kazi kubwa sana. Muda wangu unitoshi, nitoshi. Uh, nilikuwa nazungumza mahali fulani nikaambia, kabla ya kuingia kwenye ndoa, kabla ya kuingia kwenye ndoa, hasa hapo umeshajitakasa, maisha yako yako safi, acha wewe muuni, muuni wewe. uh -huh. uingi kwenye ndoa, wewe unaingia kuchagua nyoka. Haleluya! Haujaolea unakajama fulani unakavulia nguo kila wakati, sema hamna shida, utanioa tu, kwa hiyo haina shida, tende kanisa niombee na kuniombea kesho, anda, anda kuomba keshotutanaakuomba maisha machafusio. Haleluya! ah, sio sio wewe, wewe. Ah -ah. Umeikataa njia ya Bwana lakini leo nataka urudi, amina. Amen. nataka ufanye nini? Urudi tulia, kwa sababu wewe ni thamani sana, thamani sana mbele za Mungu kuliko maisha ambayo unayaona ya kuharakishia. Ndio maana nimekuambia maandalizi ya Adamu mpaka kumpata Eva hayakuwa madogo. Tafsiri yake Eva, mpaka anakuja kuwa Eva, alipita kwenye prosesi nyingi. Naeleweka vizuri? Wangapi unatamani kuwa Eva yule ambaye amepitia kwenye prosesi nyingi? So, amevutwa ame kutoka baa, huyu hapa. Hebu uh -uh. nyosha mkono mama, unasema mimi nataka niwe Eva kama Eva kama, yani mtu ambaye amechujwa Hamtaki kumbi. Kwa mnataka mchoro molewe. Hadi wewe hutaki hujanielewa, yaani Eva mpaka anapatikana hakuchomolewa ba. menaelewa Mchujo ulifanya nini? Ulipita alipita sokwe alipita nyani mbwea, ndo akaja kupatikana Eva. Wale wote wakasema hamna kitu hapa, Eva ndo akaja kupatikana. Tafsiri yake ni nini? Kwamba kijana unapoingia kutaka kuoa, kaa kwenye mchujo Angalia, chunguza kwanza maisha yako mwenyewe ujue, kule ulishapewa mamlaka. Adamu akuwa muuni muuni, kwa sababu ingewezekana angeanza kuwa ni mshoga, Bwana Yesu angeanza kuwa nani shoga, ama angeanza kulawiti kulawiti ile wale wanyama kwa kizazi kilicho japa maya zina enzi za Adamu. Ah, Mungu akikuja kukuta Adamu ameshavamia simba. Nisikize tu vizuri, huo ndio ukweli. Si maushoga leo anasamba mpaka vijana wa makanisani saizi wengine ni mashoga. Wako kanisani na mashoga. Kizazi kinaharibika. Mtu anasema mke wangu amesafiri, ameenda tu Dodoma kikazi miezi miwili, anaporudi nasikia wewe mimi nishaenda kuzini na Flora kule kwa sababu niliona wewe umeenda Dodoma umekaa muda mrefu. Maisha yapo haya. Sema tusameane, tutafanyaje sasa? Hamna mpendwa. Mungu anataka utunze moyo wako na roho yako, kwa sababu ina thamani kuliko kitu kingine chochote. Bwana Yesu asifuwe sana. Adamu alivumilia. Adamu Eva hayupo, wanyama wote wanapita, sema hapana, mimi siwezi kuwa na tamaa ya wanyama. Wako watu wanatamani mpaka ng'ombe. Kweli si kweli? Jamani, kweli si kweli? Au hujasikia tu anabaka ng'ombe? Hujasikia tu anabaka mbuzi? Hujasikia tu anabaka watoto nini? Ukimkosa Yesu adui anakupalamia kwa namna yoyote ile, hapo ulipo, roho inayokupeleka kuzinizini na Juma Sumani John, na sio wewe, ni roho mbaya ya shetani ambayo inakuvaa wewe. Ndo maana unajikuta ni binti ambaye huwezi kukataa wanaume, upo tu, yaani akija tu, mimi nakupenda kweli, hata mimi najua, yani kutoka zamani sana nilikuwa nakupenda, ila tu kwa kuambia ukweli unazini naye, siku ya watatu anakuja tena.